Huu jamaa inaweza ikawa babu yake ni mchawi sio? Oh, uchawi dogo, sisi tuna minyota yetu, unaona Rashid. Yeah. uelewe huu yeah. jamaa yeah. Yeah. anajua mashairi ya kutongoza akimpia tu mtu hapo, na nakwambia wewe, huwa unaelewa akili kumkichwa, so ukakaa tu lake bana, shemeji, watu kuta hapa ndugu yangu, hata salamu lakini, alafu mume wako yuko hapo, hata salamu kabisa, hata kunifinya eh? Eh? hata salamu, basi shemeji, hata kunifinya, unanifinya? mm. mm. Vipi ndugu zangu, mnaonaje hapa? mm. Bratha Amisi akitutambulisha mtu wake hapa

Panda mbinguni ndio tangazi. Si unaamua kuharibisha jina langu. Haribisha ona lote, unitakia nini wa mwanaume? Unitakia nini kuharibisha maisha yangu tu? Mwaka. Tulieni, tulieni, tulieni! Ulicho, ulichokifanya sio kitu kizuri, lazima niongee. Ulichokifanya sio kitu kizuri, hii hapa. So ku act umeharibu kwao, unafikiria tu ni mambo mazuri, si ndio? Afadhali utoka, tuache hapa. Toka! Oh, tuache. Wow! Ni yeah. Uache.